ya Ndumbaro um, we sio mwanahabari, we mwana sheria haswa haswa. Na najua ulishajitayarisha vizuri na CHAN na AFCON kwa sababu ni mwanamichezo pia uh, lakini nikaona bora urudi kwenye sheria, urudi kwenye sheria kwa sababu matayarisho yale uliyafanya vizuri na naibu waziri na timu iliyopo wataendeleza vizuri sana. Kwa hiyo wewe, nenda kaisimamie tena sheria alikoondoka Profesa Kabudi. Nenda pale kasimamie. Kipindi hiki tulichopo, natakiwa uwe macho sana na mambo ya sheria. Kuna madai mengi mengi huko yatainvolve sheria. Uwe sharp kwenye kuyaidentify, kuyaanalyze na kutoa majibu ya hayo mambo. Kwa hiyo nenda kasimame vyema huko mambo ya CHAN na AFCON utaingia lakini, umesha train vijana uzuri, umeanza miradi ya AFCON vizuri, na ni imani yangu kwamba itakwenda kumalizwa, itakwenda kutekelezwa vizuri. Kwa nenda kaingie deep down kwenye sheria kwenye kipindi hiki, dada Aisha.